Shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF limetangaza rasmi mpira ambao utatumika kwenye mashindano ya AFCON mwaka elfu mbili na ishirini na tano, mashindano ambayo yatafanyika nchini Morocco kuanzia Jumapili ya tarehe ishirini na moja mwezi wa kumi na mbili na kumalizika Jumapili ya tarehe kumi na nane mwezi wa kwanza mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Mpira huo utambulishwa na CAF umepewa jina la Itri na unatengenezwa na kampuni ya Puma ambao nao kwa muda sasa wamekuwa sehemu ya wadhamini wa michuano hiyo mikubwa kwa timu za taifa barani Afrika. Mpira huu utakaotumika kwenye mashindano ya Total Energies CAF AFCON Moroko elfu mbili na ishirini na tano umetengenezwa na kutiwa nakshi zenye asili ya Moroko. Ubunifu huo umechanganywa na utaalamu wa karne ya zamani sana na teknolojia ya kisasa ya Puma Orbita 6, ambayo hii ni mojawapo kati ya teknolojia bora zaidi ambazo zimewahi kuzinduliwa na kutumika na kampuni hii ya Puma. Jina la Itri au ITRI limetokana na sanaa na utamaduni wa taifa la Moroko ambao unaitwa Zellige ambao ni utamaduni unaobeba rangi nyingi yenye maumbo ya kijiometri ambayo ni kama kiashiria cha umoja, lakini mpira huu una logo ya Total Energies CAF mwaka elfu mbili na ishirini na tano logo ya Puma pamoja na nyota ambayo ipo katika bendera ya Moroko. Pia mpira huu maalumu kwa ajili ya michuano hii ya Total Energies CAF Afcon mwaka elfu mbili na ishirini na tano umejaa nakshi nyingi sana ambazo zinaakisi utamaduni wa taifa la Moroko na una maumbo ambayo yana maana nyingi sana, ambavyo kama unavyoona maumbo haya kwenye picha ya mpira huu. Nianze kukufafanulia kimoja baada ya kingine japo uh, vitu vingi sana ambavyo nimevisoma kupitia mpira huu vimeandikwa kwa Kiingereza, lakini mimi nitajaribu kuelewesha kwa Kiswahili kadri ya vile ambavyo nitaweza. Cha kwanza kwenye mpira huu kuna kitu kinaitwa star geometry. Mpira huu una nyota ambao kama vile kwa ndani una pembe nne, ambao unaashiria matamanio, mwanga na hatua kubwa zaidi ambayo inapiga bara la Afrika kwenye soka. Lakini kitu kingine, kuna kitu kinaitwa petal shape, yaani shepu ya petali. Haya ni maumbo ambayo yapo kwenye mpira huu wa Itri ambao unamaanisha sherehe, ukuaji na ari ya sherehe ambayo hufafanua kuhusu Total Energies CAF Morocco elfu mbili na ishirini na tano. Kitu cha mwisho kwenye mpira huu, ukiangalia kuna kitu kinaitwa Cycular Cemetery, ambapo umbo hili kwenye mpira wa Itri humaanisha umoja wa mataifa ishirini na nne ambayo yanashiriki katika mashindano haya ya CAF mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Mashindano haya ni ya thelathini na tano ya Afcon ambayo yanafanyika nchini Morocco kwa mara ya pili, mara baada ya Morocco kuandaa pia mashindano hayo mwaka 1988 ambapo walikuwa wenyeji kwa mara ya kwanza, na zilishiriki jumla ya timu nane tu, yani mataifa nane tu ndio yalishiriki katika mashindano hayo, ambapo bingwa alikuwa ni Cameroon, ambaye aliingia fainali dhidi ya Nigeria na kuweza kushinda.